Kwa takribani miaka mitano sasa tumekuwa tukihudumia wa Tanzania na kuhakikisha wanapata ladha, wanapata aroma na wanapata mvuto wa kipekee pale wanapotumia bidhaa zetu, ikiwemo faida zake kiafya. Lakini sio hivyo tu, Mpishi Spices tumekuwa tukishirikiana vyema na watu binafsi, wafanya biashara, watu wenye maduka supermarket bucha, ili kuhakikisha tunawafikia wateja wetu kiurahisi kabisa, popote pale walipo, huku wakitengeneza faida kutoka kwetu, kwani tunauzia kwa bei ya jumla. So je, wewe ni kijana? Wewe ni mama? Wewe ni baba na ungependa kunufaika na Mpishi Spices kwa kuwa wakala wetu So karibu mpishi spices na ujipatie bidhaa zetu kwa bei ya jumla tunaanzia, kuanzia pisi sita, kumi na mbili na kuendelea, na utajipatia faida almost 50% ya kile ambacho umekiwekeza. So tupigie kupitia simu namba sifuri saba sita saba thalathini na tisa kumi na tano kumi na mbili Endelea uh, kufurahia kutumia na kupikia mpishi spices kwani sisi ndio wanaharakati wa mapinduzi ya ladha Tanzania. Bye.